Msione nimevaa miwani mikubwa ukasema labda na ugonjwa wa macho au mafundi mageti hapana. Na stiri maneno, na stiri na umbea. Haya, kaeni sasa ni wapeni fusho, mwangaike nalo kama hivi jiho homa, homa vidogo vidogo vipate kuondoka. Jamani, chakula cha ubongo leo kiko hivi. Fatuma, mama Fatuma kagombana gomvi zito na shoga yake yule Miss Liz Miss Lizzy na si mnamjua dada mzuri mrembo alikuwa shoga yake wema zamani. Ehe, wamegombana fusho zito. Govi zito unaambiwa kila mtu pita huku pita. Kama mnaweza sasa hivi pita kwenye akaunti ya Fatuma Juxy, kaacha picha mbili tu na video zinyo walikuwa watu wengi. Na ukipita kwenye akaunti ya Miss Lizzy jamani kafuta picha zote zinazomhusu Fatuma. Ushoga hakuna. Mabifu mabifu ya hatari sasa hivi. Sasa iko hivi. Sababu ya ugomvi wao ghafla tu unaambiwa. Mis Lizy alichenji, alibadilika tu baada ya kusikia vimaneno maneno vya hapa na pale. Ehe, vinaendelea. Na mkumbuke kwamba Mis Lizy alikuwa mtu wake bwana harusi zamani kabla hajaoa, alikuwa ga mtu wake, anadeti naye. Baada ya hapo akaflash kila kitu, sasa hivi wakawa family friend. Haya, kuna ufamily friend gani baina ya x na x kuna urafiki gani ambao unaendelea hapo katikati? Wivu lazima uwepo, hasi na chana haziwezi kukaa sehemu moja hata siku moja. hey! Unaambiwa pulukushani ile bibie alihudhuria tu shughuli moja tu ya Juksi, tena ile pale siku ya ndoa nyumbani kwao kama nakumbuka. Baada ya hapo ile bibie hakuonekana kwenye afla yoyote inahusiana na ndoa ya juksi yoyote hakuhudhuria. Bibi Lizi alikuwa bizi na mambo yake, akauliza wewe, bibi, mbona umebadilika, Mbona hatukuelewi? Bwana, kumbe kuna maneno ambayo Fatuma alitoka akaenda kumwambia bibi harusi mke wa bwana Juma, akaenda kumwambia bwana, bwana hivi kuna moja, mbili, tatu, nne, tano. Kumbe kuna ukaribu ambao ulikuwa ushaanza kuzoeleka baina ya Lizi na bibi harusi Priscilla. umenielewa? Sasa, katika wivu hapa na pale, kwa nini huyu anamsogelea sana wifi yangu karibu na vitu kama hivyo. Hapo basi yule bibi akapiga shoti Bi Fatuma. <laughs> Nisame Fatuma, ndugu yangu, nimeshindwa kuvumilia. Akapiga shoti, akamwambia usimzoee na vitu kaza wakaza wakaza, kwa kwanza huyu hivi kwa na hivi na hivi na hivi na hivi. Hivi ninavyokuambia bibi harusi anamchukia yule bibi. Priscilla ndio kujua kwamba huyu kumbe alikuwa ex wa mume wangu. Umeona jambo lipo hivyo, huyu bibie ndo kushikwa na hasira na ndo kuondoka. Bifu lilipoanzia hapo, Fatuma na huyu bibie Mis Lizy, si Mis Lizy, bifu limeanzia hapo, mtiti umeanzia hapo. Mis Lizy anaona wivu vitu vinavyoendelea baina ya bwana harusi na bibi harusi, akaondoka zake mita kumi na nane, hakutaka ujamaa wote. Basi Huku na huku juzi kati kwenye kuchambana chambana Miss Lizzy akaandika bonge la gazeti kwa mlo kwa Snapchat mmemfollow. Kamnyonyoa Fatuma vizuri tu huko watu wa magazeti na hata mimi ninalo hapo. Mkitaka ni wapostie nitawapostia. Nilibahatika kuwahi kulichukua. Sasa basi ndugu zangu katika Bwana. Hiyo ndo habari kamili. Na mnakumbuka siku ambayo alikuja Chioma yule mchioma wa Nigeria, yule dada alikuja kwenye tuzo fulani zilifanyika hapo zedomu Masaki, alivaa gauni fulani vila bluu, tukamsifia wa Tanzania, kapendeza nywele nzuri, sijui kapendeza nywele zake nzuri, anavaa maneno alichotoka wa Tanzania kwa kumsifia yule Chioma wa Nigeria. Kumbe Chioma alivyokuja Tanzania, maskini ya Mungu, alimpenda Hamisa wa, na mnakumbuka kabisa, wote walishinda tuzo, Hamisa alishinda na huyu dada alishinda. Haya, huku na huku siku sasa kumbe ulikuwa ukimu ukitaka kuenda kumuona huyo Chioma hotelini, lazima uwe na VPN. Kama una VPN mama, huwezi kumuona wala kupiga naye picha. Alikuwa analindwa hatari. Yaani kama ndio alikuwa malaika Jubilee, yani kashuka kutoka Tanzania, kutoka Nigeria kuja Tanzania. Yaani kumuona kwake ni mtihani zaidi wa hesabu. Huyo Chioma alivyokuwa anapapatikiwa. Wakaandaa siku moja kigrupu, waende klabu, kama mnakumbuka waliendaga klabu sijui klabu gani huko Masaki. Na yule Chioma alikuwepo, alikuwa Chioma alikuwa poshi. Alikuwa dada mmoja anauza vitenge mwengi anaitwa, anaitwa nani huyu, anaitwa nani? Na jina lake limetoka zamani lakini namfahamu. Haya, alikuwa Fatuma, alikuwa na mwenye Chioma, walikuwa kama sita saba hivi mabinti, kumbe Chioma alimpenda Hamisa, akauliza Hamisa yuko wapi? Nasikia Mis Lizy akasema hata Hamisa huko asije. Hamisa hatumtaki. Mis Lizy akamkataa Hamisa. Kumkataa Hamisa sawa, akakubaliana huku na huku. Jambo likafanyika lilofanyika klabu, akarudi nyumbani kulala. Sasa, ili gomvi lilivyotokea siku ya harusi ya Hamisa pale viwanja vya Kawe sijui ile siku anavalishwa pete na kutolewa mahali, Mis Lizy alishona mpaka sale pale. Ndo govi lilipoanzia pale, mama, govi ndo lilipoanzia. Kwa nini? Alisema mpendi ya Hamisa, alisema si ongei na Hamisa Mb. Alisema mpendi ya Hamisa, mbona ameenda kwenye shughuli ya Hamisa na kitenge cha laki tatu kashona na picha kapiga na Hamisa eh? Mimi unafikiri Fatuma huyo, mimi unafikiri usiupendi? Umeona wakafungiana vioo mama una, unaambiwa Mis Lizy amecharuka hataki hata kumuona Fatuma popote, yani hataki hata kumsikia, hataki kushiriki, hana cha Nigeria, Mozambiki, Msumbiji. <laughs> Fatuma visa visa, visa ya nani huyo? Visa ya Mis Lizy hiyo. Badilisha jina tuandike ICU mama, tuje hapo sisi tushereheshe shughuli basi, gomvi na hamtu kuja kumuona labda hivi na kaka mtu labda Juma mwenyewe hayajui haya yanayoendelea, akiyajua na hisa tawaita wapatane, lakini gomvi zito zito zito la watoto wa kike. Haya, hiyo ya pili, ya tatu, ugomvi wa Mamikido na Fatuma. Mamikido alikuwa kwenye shughuli ya Hamisa, Miss Lizy alimtumia meseji, uko wapi we dada Mamikido, Fatuma ana chati na mumeo Bwana Huseni Sound. <laughs> Kaka yangu mwenyewe, tajiri Huseni. Asani, asani, sorry, asani anaitwa. Ah! Fatuma ana chati, sasa sijajua kama walikuwa na mahusiano ama hawakuwa na mahusiano. Labda wanda oh, mara wewe fanya biashara, labda wanataka kubadilishana namba za simu kwa ajili ya biashara. Mama we, simu moja tu. Mami Kiles, unajua msaluko wake, mtoto wa Kinondoni. Simu moja tu kwa Fatuma we binti. We binti. Komea hapo hapo ulipokoma. Mama ma, ma, ma, ukaribu na mume wangu mimi sitaki. Upo ukaribu na mume wangu mimi sitaki, tena ishia huko kwa ulipoishiria basi. Naam, yule bibi akaona Fatuma, akaona aka, yaani mimi najua hao Waswahili ndugu zake kina Fatuma Kitasa, ndugu zake sijui akina Shu Saluni, ndugu zake sijui akina wa nani, wasijui akanifanyia wa vurugu. Bwana vigoma dukani kwangu waka, bibi yule akaenda polisi. Fatuma mbio mpaka polisi. Kwenda kumshtaki nani? Mami Kido. Kisa kamtishia maisha. Mami Kido kafika polisi, kaeleza ka maelezo vizuri tu, mimi sijamtishia maisha, nimwambia achana na mume wangu. Basi kesi imeishia hivyo. Na bifulauli ikaishia hivyo. Sasa mpaka sasa hivi sijajua kama mawasiliano ya Fatuma na, na mume wa Mamikido yanaendelea ama ameishia hapo Fatuma. Mindugu yangu dada yangu kipa.